Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa leo kwa lengo la kuwataka mtufikishie ujumbe kwa wananchi na wadau wote kuwa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi inatarajia kuwa na Wiki ya Ardhi ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 19 mwezi wa 6 25 hadi tarehe 24 mwezi wa 6 25 kwa kufanya shughuli mbalimbali zenye mnasaba wa masuala ya ardhi na makazi. Katika wiki hii ya ardhi tunatarajia kuwa na shughuli kama vile maonyesho ya wiki ya ardhi na makazi ambayo yatafanyika kwenye viwanja vya Amani Complex kwa muda wa siku sita kuanzia siku saa mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni. Maonyesho haya yatakuwa na huduma mbalimbali za masuala ya ardhi na makazi kama utoaji wa hati miliki na huduma za uuzaji wa nyumba za makazi. Pia maonyesho haya yataonyeshwa mafanikio na maende, maendeleo mbalimbali yaliyopatikana kupitia sekta ya ardhi na makazi katika kipindi cha awamu ya nane cha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi, ambapo sote ni mashuhuda wa maendeleo yaliyopo hapa Zanzibar. Ndugu a waandishi wa habari, wiki hii pia itafuatiwa na shughuli za usafi wa mazingira katika nyumba za maendeleo kwa Unguja na Pemba ugawaji wa hati za utambuzi wa ardhi na uwekaji wa mabango katika maeneo mbalimbali iko Makunduchi na Maungani kwa Unguja na Maganga na Machumani kwa Pemba ili kupunguza uvamizi wa ardhi. Aidha, kutakuwa na uwekaji wa jola msingi katika nyumba mpya za makazi na biashara zinazojengwa kendo samaki, pia utoaji wa elimu juu ya hati za uhaulishaji kwa wananchi wa Kaskazini A na Kaskazini B pamoja na kongamano la masuala ya ardhi na makazi inayofanyika kisiwani Pemba. Wiki ya Ardhi itazinduliwa rasmi siku ya Alhamisi ya tarehe 19 na Mheshimiwa Makamu wa pili wa Rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdalla. Wakati wa uzinduzi huo wa maonyesho katika viwanja vya Amani Complex, na kilele chake kitakuwa siku ya tarehe 24 mwezi wa 6 katika hoteli ya Amani Complex ambapo mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dokta Hussein Ali Mwinyi, ambapo kauli mbiu ya wiki hii ni matumizi bora ya ardhi na makazi ni chachu ya maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu hii imekuja kutokana na kwamba Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi ina jukumu la kuimarisha usimamizi na utawala wa ardhi ili kuwa na mipango mizuri na matumizi ya ardhi kwa shughuli za kiuchumi na kijamii. Aidha, ina jukumu la kusimamia maendeleo ya makazi na upatikanaji wa makazi bora, nafuu, salama nchini kwa kuweka mazingira ya wezeshi ya kisera, sheria na miongozo mbalimbali iliyopo hivyo lengo kuu la wiki ardhi ni kujenga mwamko na uelewa kwa jamii juu ya huduma mbalimbali zinazotolewa na wizara katika kutekeleza majukumu yake. ni matumaini yetu kuwa waandishi mtatumia mchatu, fursa hii ya wiki ardhi kutoa elimu kwa jamii kuhusu huduma na majukumu hayo ili kila mwananchi na mdau aweze kufaidika na huduma hizo. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mtakuwa pamoja nasi katika matukio na shughuli zote zinazotarajiwa kufanyika kwa kufu, kufuatilia ratiba iliyoandaliwa. Ndugu waandishi wa habari, pia anatoa wito kwa wananchi wote kushiriki kamilifu katika shughuli zote zilizoandaliwa ili waweze kujionea maendeleo ya sekta ya ardhi na, na sekta ya makazi, na msiache kutembelea mabanda ya maonyesho ili kupata uelewa zaidi wa, wa masuala ya umiliki wa ardhi na nyumba na utarata, taratibu zake pamoja na huduma nyingine zikiwemo za upatikanaji wa nyumba mpya na za kisasa zilizojengwa chini, zilizojengwa chini ya mradi mkubwa wa serikali ikiwemo Mwinyi Housing Scheme na, na Chumbuni pamoja na upatikanaji wa hati za usajili, uhaulishaji pamoja na utambuzi na upimaji wa maeneo pamoja na huduma nyingine zitakazopatikana hapo. Lakini pia tumesema katika siku hiyo kutakuwa na watendaji ambao watakuwa wanatoa elimu kuhusu migogoro ya ardhi. Kama tunavyojua, katika nchi yetu kuna migogoro ya ardhi ambayo tunajitahidi kuipunguza, lakini pia kutakuwa na timu pale ambayo itakuwa inatoa elimu kuhusiana na migogoro ya ardhi. Mwisho napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru tena na kukaribisha nyote kwa nati bega kwa bega, Unguja na Pemba katika kushiriki kamilifu katika shughuli hizo pale zinapofanyika katika maeneo tofauti ili kupata fursa ya kuelewa mengi yanayofanywa na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi pamoja na taasisi zake zilizo chini ya wizara hii na kuweza kuwahabarisha na kuwaelimisha wananchi kwa ujumla.